Ma, ndo maumivu ndo mpira huo bongo, bongo rendi football. Simba sports maisha yetu haya, mwaka wa nne sasa unaenda watano, maumivu tu uvumilivu tu. Baba, tuna moyo, mashabiki wa Simba, tukaipambane timu yetu kesho. Mashabiki wa Simba kesho, tukaipambanie timu yetu, tukajaze uwanja. Sisi tupo kwa ajili ya timu, sio viongozi. Sisi ile timu yako tu sisi, wa mzigo wa kumpa hatuna ni sisi, na st tunaofikia sisi, simba sio steji ya kuhamasishwa na mtu yoyote. Sisi wenyewe tunajua wajibu wetu. Sasa hivi haitajiki hamasa ya nini? Mtu anajua wajibu wake. She ingekopo hamasa, Simba tunategemea hamasa, ungeona shabiki uwanjani kwa kukosa, kwa kukosa matokeo, jinsi timu inavyoendelea misimu minne tunakosa ubingwa tu, tunategemea hamasa, ungeona shabiki. Mashabiki wa Simba tunapenda timu yetu sisi wenyewe, na sisi ndo desturi yetu, tunajua thamani ya klabu yetu kuna timu kuna viongozi kuna meneja kuna si kocha sisi tupo kwa ajili ya timu sio kwa ajili ya kiongozi Simba yo. Meneja ameondoshwa Mandala, Mandala e, na ni kitu ambacho hakikutarajiwa na wengi kutokana na vile ambavyo ilikuwa ikizungumzwa, wakati meneja anatambulishwa na alipewa nafasi ya kuitengeneza timu. Miezi miwili haijatamatika, mwalimu amepewa mkono kwa heri. Alistahili kuondoka katika kipindi hiki ambacho Simba ipo katika harakati za kutafuta mataji mbalimbali mbali barani Afrika na ligi ya ndani ni jambo sahihi kubwa alilofanya viongozi. Narudia, ni jambo sahihi ila, haliwezi kuwa sahihi mpaka wakubali na wao wenyewe, kama kule kwa wamekubali kwamba manager Pentev atoshi, kwa nini wamlete mtu asiotosha? Kwa hiyo wao wenyewe wana muda kujitathmini, wajiangalie wao kwa sababu aliyemleta manager sio wewe, aliyemleta manager sio mashabiki wala sio sio sio sio, tusiseme sio kina sio mandala wala sio Kisugu. Viongozi ndio wamemleta mtu sio sahihi. Kwa nini wamlete mtu sio sahihi? Wao kuna kuna kuna haja ya kujitathmini wao. Tatizo la Simba ni meneja au kocha? Sio kocha peke yake, sijaunga mkono kwamba hivi kocha ni mzuri. Mimi ndo mtu wa kwanza kusema huyu kocha simuelewi, kwa sababu ukiangalia klabu ya Simba ilivyo, klabu namba tano barani Afrika, ukiongelea thamani ya uchumi wa Simba kuna mwekezaji kaika bilioni thelathini na nane kuna mtu kaika bilioni ishirini kuna thamani kubwa klabu ya Simba. Sio klabu ya kuleta kocha sio kuwa na vyeti. Klabu ya Simba sio klabu ya kuleta kocha msaidizi. Tulibeti kwa fadro, tumemeta akiwa msaidizi tukampambania, tukamweka kifua mbele, tukabeti, tukashukuru Mungu akaifikisha timu na akafanya vizuri, lakini siyo levo ya Simba. Levo ya Simba kuleta kocha mwenye profaili kubwa kumleta kocha mwenye performance kubwa, haja ya feri akiwa na profaili yake kama benchika vile, ya tuletee kocha, haja ya feri akiwa na profaili yake. Ukutuletea kocha asiokuwa na profaili akiferi, viongozi msikatae lawama, sio revu ya Simba. Hata narudi hata fado fado, angeferi viongozi wasingekuepa lawama, kwa sababu sio revu ya Simba kutuletea kocha msaidizi sio levo ya simba kutuletea kocha soko ana vyeti. Simba ina levo kubwa barani Afrika, nafasi ya tano. Timu ina kipato, juzi imetangazwa bilioni ngapi, 20, ngapi 29? Mnashinda kutoa bilioni moja kumleta kocha wa maana? Hapa alikuja Benchika kafeli, Manda. Ndio maana nimesema tuleteeni kocha afeli akiwa na vyeti vyake, tutajua tutampa lawama kocha. Lakini kutuletea kocha ana vyeti ni kutuletea kocha msaidizi, akifeli lawama kwa viongozi lakini kuteretea kocha mwenye profaili kubwa akifeli lawama kwa nani? Unanielewa vizuri? So sasa, hapo hatuishii hapa. Shida ya Simba, narudia, shida ya Simba, Simba shida yake siyo kocha peke yake. Ndani ya uongozi Simba, uongozi hauelewani, kuna resistance ndani ya viongozi kuna baadhi ya mashabiki wanapiga makelele tunasikia, wao si mafensa, hamueleweki si ni na nini? Ni ukosefu wa knowledge, hivi unaelewa? Kwa nini si mnatoji sababu? Mnajua hao no, nyinyi mnosema nyinyi mafensa, mnalivutim sababu mnajua ni nini? Kutoa maoni na kukumbusha viongozi kazi zao na kusifia, si tuna kazi kuu tatu. Tuna kazi kusifia, kukumbusha sehemu watu wanapokosea na kutoa maoni, sisi ndo kazi yetu kuipata fursa ya kuhojiwa hivi, ni kitu kigumu? Unapopewa mike ojiwa, ongea kitu kilichokuwepo leo. Simba anafanya vizuri, nikosoe mimi mchome? Nakuuliza wewe mwandishi, Simba anafanya vizuri, nikosoe mimi mchome, Simba anafanya vibaya, nisifie mi chawa? Hivi unaelewa hiyo wengo vizuri mdogo wangu? Yaani Simba akifanya vizuri nikikosoa, sio shabiki ni mchome, Simba akifanya vibaya nikisifia, sio shabiki ni chawa. Unaelewa vizuri. Mimi natakuwa nisimame, nitetee klabu yangu. Timu inapofanya vizuri ninataka kusifia timu yangu imefanya vizuri. Kocha anasikwa nisifie, wachezaji wamefanya vizuri. Timu inapofanya vibaya kwa uzembe natakuwa niseme, ninaposifia kwenye ubaya ni uchawa. Wewe unakuja unasema eti ah, haeleweki, si ni na nini tumia akili knowledge. Tumia nini? Elimu. Mimi sio mfanyakazi wa Simba. Unanielewa vizuri? Silipi mshahara, mimi ni shabiki. Kwa hiyo natoa maoni yangu kulingana na kwa watu tuliokuwepo, wakati huu tupo sehemu mbaya. Wanataka nisifie eti? Sasa hivi viongozi wanakosea, nisifie viongozi ha? viongozi wanakosea, kwani huoni? au sili. Magori kaongea nini juzi? kiongozi mkubwa Magori ndani ya Simba. Unapomwongelea Magori unaongelea mwenyekiti, upande wa nini? Ni kiongozi wa chairman, yaani ndio kiongozi kwa grefu ya Simba, kiongozi wa mwisho. Kaongea nini juzi? Magori kaongea nini? Achana na huyo anaongea juzi, sisi Simba hajasajiliwa logo yake, achana naye kiongozi wa kawaida. Magori kiongozi wa timu gani? Aliongea kwa siri, aliongea chooni kajificha kwake ndani. Sikaongea redioni clown. Kila mtu tumemsikia. Ah, nikiongea mimi madam mtanifunga wakati kaongea kiongozi. Naweka clip polisi, si kiongozi kaongea. Kasema viongozi wa Simba timu ikifungwa kuna baadhi ya viongozi wanacheka. Uongo. Hakusema Kasema viongozi wa Simba wana afya ya akili ya kusema ukitumia elimu kama kiongozi mkuu kama yule anashumu viongozi wenzake ndani ya uongozi upo sawa, upo sawa. Kama viongozi wa hawaelewani leo, nategemea timu ifanye vizuri? Kama kuna viongozi timu ikifungwa anafurahi, unategemea timu ifanye vizuri? Anashinda kwenda kwa seti wa wachezaji, si ikifungwa timu anafurahi? Kwa nini asiwa seti wa wachezaji Chiamani kiongozi mkuu wa Simba kasema timu ikifungwa kuna baadhi ya viongozi wanafurahi. Kama timu ikifungwa kiongozi anafurahi anashinda kwenda kwa wachezaji, timu icheza chini ya kiwango. Na nauliza, kuna namna viongozi usi niuliza mimi swali wewe, utakuwa ujijibu wewe kama uliza wewe, manda niulizaje mimi, utumie wewe akili yako, kama kiongozi mwenyekiti kasema kwamba Simba ikifungwa kuna viongozi wanafurahi kama kiongozi anafurahi timu ikifungwa, anashindwa kwa seti wachezaji wacheze chini ya kiwango. Swali, kuna namna viongozi wanaifelisha klabu? Sasa wewe unaonaje? Usikwepe mdogo wangu, ushahidi upo, kaongea kiongozi. Wewe unakwepa <laughs> wakati ushahidi unao au mi nimebuni maneno? Mi mimi nimebuni na nuku? Sasa usiogope, kaongea kiongozi Leo eh, hii tunaenda kwenye mkutano. Wanachama wa simba wapo kwenye mkutano. Unaweza kujiuliza swali, kwa nini mkutano umeisha vile? Kwa akili finyu za watu, hata wanashindwa kuelewa. Ukikutana na watu kama sisi, wenye d tatu, tunakupa protocol. Kwa nini mkutano umeisha vile? Wewe huwezi kujua kwa sababu gani, maslahi? We nini, we huwezi kujua kwa nini mkutano umeisha vile. Mkutano umeisha vile, si jukumu la mwenyekiti kufungua na kufunga, sawa sawa. Kwa nini mkutano ulikuwepo kweli? Ni jukumu la mwenyekiti kufungua na kufunga yeah. lakini ukiangalia ndani ya mkutano kuna vitu vitakavyo vifanya vimefanyika kabla hujafunga. Maana kuita mkutano wanachama waje wachangie, wanachama waje wa discuss katiba mpya, wanachama waje wachangie hoja, walichangia? wewe uliona yeah. wewe uliona ah yeah. acha kuchangia hoja nisikilize, ngoja niingie deep kidogo, nikupe sababu kwa nini mkutano uliisha vile, kidogo tu nikusaidie BMT imesema kwamba Simba mfate utaratibu. Utaratibu unasemaje? Mwenyekiti upande wa wanachama ndio mwenye nguvu, uongo, yeye ndio atakiwa. Mwenyekiti paka upande wa nini, wa bodi na ile Simba sijui Simba company ife, si si ife ndio? Haipo, so haipo, lakini mdauu ipo, lakini yaani hoja yangu ya msingi hivi kabla maboresho ipo maboresha akifanyika isiwepo, si ndio? Maana yake BMT kasimama waziri, ambao naibu waziri akatoa maelekezo ya BMT ya serikali, lakini akaweka pale kipingamizi. Sisi hatuwezi kuingilia wanachama, serikali inasema haya yote yanafanyika, natakiwa wanachama fanye nini? Wayapitishe, wakubali hadi wakatae. Je, walikubali au walikataa? Ushapata jibu. Kwa nini mkutano ulivunjwa? Walikubali? Ulivunjwa? ah. Swali. <laughs> BMT imesema uliku... No, haya yote ili atimie, wanachama watakuwa wakubali au wafanye nini, wakatae? <inaudible> inatakiwa mwenyekiti baada ya kusimama mwanasheria kuelezea ile, irudi kwa wanachama wa discuss, wakubali au wakatae, ikiwa ndani ya mkutano. Uongo kweli, yaani siku chama wa Eh. Eh. Si eh, wakubali au wakatae, walikubali au walikataa? Uliona wewe, uliona hawakukubali wala hawakukataa. Umeelewa vizuri. Waliulizwa, walipelekewa wadiskasi. Sasa ajenda zilivyokuwa zinasomwa, wakimaliza pale wachangiaji ama waliopeleka maoni yao walipata nafasi. Basi sikiliza, ilitakiwa wanachama wadiskasi waipitishe, wakubali au wakatae lakini ukiangalia viongozi waliona, kwa structure ya wanachama nikipeleka kwao hawatokubali. Fumbeni macho tuswali, fumbua macho, kufumbua kweupe watu, mzozo umeanza. Umeelewa vizuri? Mbili ushaelewa hapo nini kinachoendelea. Viongozi sisi hatai kuwashtumu, sisi hatai kuwaelekeza, wabaki na mifumo yao hiyo hiyo. Tunahitaji maelewano ndani ya viongozi ili kuinusuru timu yetu. Tuna mchezo sisi kesho tuna mchezo kesho na wasiwa na Simba wenzangu, tukai support timu yetu, tuachane kuangalia viongozi, watatumiza vichwa na timu yetu tu support timu yetu wenyewe. Tena ikiwezekana viongozi wa kutusaidia kama hawa na malumbano, watuwekea lipa namba kwenye peji ya Simba, tutaichangia elfu kumi kumi kila mwezi timu yetu. Alafu ile lipa namba imiliki ya mediani hawapo, wachezaji wote posho kila mwezi, wao wagombane. Wewe akichoka atalala, timu si ya kwetu. Sisi chini ndo wanaochungwa na timu yetu sisi wao wacha rumbane huko, wasogoe wagombea, watavojua hao. Sisi tunaenda kuisupport timu yetu sisi wenyewe personal. Simba si ndo mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba, tupo kwa ajili ya klabu ya Simba sio viongozi kama wajui. Sisi tupo kwa ajili ya klabu, ingekuwa bila ile timu, sisi tusingeko kwa Simba. Sisi tupo kwa ajili ya timu sio wale. Kwa hiyo wana Simba, tukasupport timu yetu, twende kesho tukasupport timu yetu uwanjani, kiingilio elfu tatu, tuchangie, tukaangalie timu yetu, tuisupport. Viongozi watajua wenyewe Watajua wenye wagombane, wakae waelewane, watajua hao. Sisi kazi zetu kusapoti timu, ndio kazi sisi natuweka na mashabiki wa Simba. Tunaipenda sisi timu yetu, kama mjui. Ingekuwa Yanga saizi kwa matokeo haya Yanga usingemwona shabiki wa njani, ila sisi tunaipenda timu yetu. Umeelewa vizuri eh? na ushauri wa mwisho na hapa, viongozi, watu wanaongea kuhusu kuondoka Pentev, kubaki Matola. Mimi siwashauri, sitaki kujua Matola kwa nini yupo, kwa nini aondoke, sitaki kujua, wana mipango yao. ushauri wangu kile cheo cha Pentev ampe Matola, cha umeneja wa bench. Kocha mkuu akija, aje na kocha msaidizi, si Matola hawezi kuondoka kwenye bench, wambadilishe cheo, wasiwe msaidizi. Haiwezekani kocha mkuu aje, msaidizi yupo, ni kitu cha uongo. Meneja si yupo ndani ya timu bwana Patrick Roy Mama, kwani si alileta meneja mwingine wa timu yule? yeah, alikuwa meneja mkuu. Ndio hivyo sasa, huyu Matola ndio meneja mkuu, kocha aje na kocha msaidizi, afu Patrick Roy Mama pia ni meneja. Wakitaka mtafute meneja mwingine Eh, meneja wae kumi. Eh, kumi, wa meneja wae kumi. Ila sisi tunataka kocha mkuu akija aje na kocha msaidizi. Matoa wae hey, meneja mkuu wa wa, wa, wa, wa, wa benchi. Umeendelea vizuri? Kwa kunusuru inawezekana kocha anakuja bila ko, kocha wake msaidizi. Leo wanafanya makusudi kwa kumkomesha labda matoa, kwa nini tumkute Mswahili kwenye benchi? Inawezekana ili kwa kunusuru hiyo aa ah, matola kwa meneja usiwe kocha msaidizi. Wewe kocha mkuu ndio, na kocha wako msaidizi. Unaona mzizi wa fitina, kitu rahisi tu au yeah, siyo?